Simba amerejea Dar es Salaam baada ya kutoka katika mchezo mgumu sana ambao waliokuwa wanacheza na Singizini, ambayo e, timu hii ilikuwa inaleta ushindani mkubwa sana kwa timu ya Simba, lakini Simba wameweza kushinda mtihani huo na kuweza kuibuka na ushindi wa magoli matatu. Kwa hivi Simba amerejea jijini Dar es Salaam na kusubiri mchezo ambao utapigwa hapo Jumapili katika weekend hii. Basi Jumamosi itakuwa ni Yanga ikicheza lakini Jumapili ni Simba, napo ataingia uwanjani tena katika michuano ya eh, klabu bingwa ambapo eh, timu hizi mbili basi zimekuwa zinawakilisha vyema timu ya eh, eh, taifa la Tanzania. Lakini ukiangalia timu ya Azam pia nayo iko vizuri sana, imeweza kushinda mechi zote. Kwa hivyo Simba amelelea jijini Dar es Salaam baada ya kutoka katika mchezo huo wa klabu bingwa ambapo ametoka kifua mbele akishinda magoli matatu na hivi baadhi ya mashabiki wamezungumza kuwa Simba ha, ha, hastahili kusema kuwa ameshamaliza mchezo huu. Mchezo huu ni bado ni mgumu sana licha ya magoli matatu aliyoyapata, basi asiingie uwanjani na matokeo na kuweza kusema kwamba amemaliza kabisa shughuli hii, lakini mpira bado una E, matokeo mengi sana. Mpira unaweza kwa kushangaza muda wowote ule. Kwa hivi Simba inatakiwa awe na tahadhari kubwa sana licha ya kuwa na e, magoli hayo matatu ambayo amepata ugenini, basi akiwapo nyumbani siku ya Jumapili, basi Simba anahitaji kuwa na umakini na utulivu wa kutosha ili kuweza e, kuvuka katika hatua hii na kuelekea hatua ya makundi. Kwa hivi Simba amerejea jijini Dar es Salaam hivi sasa lakini cha kushangaza zaidi Yanga nao walikuwa hawajarudi e, kutoka pale nchini Malawi, na hivi sasa wamerejea wa wote katika uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam, wamejikuta wote wakifika kwa pamoja. Basi usisahau kubonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe, mtazamaji wa channel hii, ili uweze kupokea taarifa.